Kwa hiyo Yas, tunawapenda sana ofisi ya mkuu wa mkoa, na mimi itakuwa balozi kwa wenzangu kule ambao hawatumii Yas ili tuanze kuitumia Yas, lakini pia tuwe balozi kwa kuhakikisha kwamba hata duka tunalokwenda kulizindua leo liwe na manufaa, kwa sababu uwekezaji umefanyika. Lakini la mwisho kabisa, niseme tu kwamba Yas ni kipaumbele, Yasi ni kimbilio kwa mawasiliano ya mtanzania yoyote. Yasi na gharama nafuu ukilinganisha na mitandao mingine. Lakini Yasi pia Yasi inatufanya wengine tung'ae kwa sababu tuna mawasiliano na wakubwa. Yasi pia inatufanya sisi wengine tuweza kufikia mafanikio kwa sababu ya mawasiliano yanayofanyika kuhakikisha tunafanya kazi zetu na utekelezaji wa majukumu katika chama, katika serikali na sehemu zingine zote, tunatumia mawasiliano. Hatuwezi kufanikisha malengo haya kama hatutakuwa tunafanya mawasiliano yenye spidi na maanisha, kwa sababu Yas na spidi, sio ni mtandao gani? Wenye kampuni ya mtandao wa simu ya Yas Tanzania leo hii imezindua duka jipya lijulikanalo kama Yas Store ndani ya stesheni ya treni ya mwendokasi SGR. Akizungumza hii leo jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkuu wa kitengo cha Mixx by Yas, Bi. Angelica Pesha, amesema huo ni mwanzo wa kuhakikisha wanawafikishia huduma bora wateja wao, lakini kwa sasa wameanza na stesheni ya SGR, ambapo wateja wao wataweza kufika katika duka hilo na kuweza kujipatia huduma bora zinazopatikana katika uh, kituo hicho ama duka hilo. Hivyo wamewataka wateja kwenda kujipatia na hata wasafiri wa treni ya mwendokasi kuweza kupitia hapo na kuweza kupata huduma za Mixx by Yas pamoja na Yas kwa ujumla. Kupitia uzinduzi huu, tumejipanga kuhakikisha kuwa abiria wanapata huduma zetu kwa urahisi zaidi, iwe ni huduma za kusajili laini, huduma za kifedha kupitia Mixx by Yas, huduma za kununua vifurushi internet, au kupata msaada wowote wa haraka, yote yakiwezeshwa huku wateja wetu wakiwa safarini. Kubwa zaidi ni kuwa sasa wateja wetu wanaweza kukata tickets za SGR kupitia Super App yetu ya Mixx by Yas tunatambua um, muda ni muhimu sana. Kwa hiyo tumeona ni kurahisisha upatikanaji wa tickets, tuwawezeshe kupitia Super app yetu ya Mixx by Yas, na hii ni kuendeleza dhamira yetu kuhakikisha huduma za mawasiliano zinapatikana kwa urahisi na kuwa sehemu ya maisha ya kila Mtanzania. Uzinduzi wa leo si tu kufungua duka, bali ni kuendelea kuboresha huduma kwa wateja wetu na kuondoa pengo lililopo la upatikanaji wa huduma za kidijitali kwa Watanzania na kuhakikisha popote mteja anapoenda, Yas na Mixx by Yas ziko pamoja naye. Hafla ya leo pia inaambatana na hatua nyingine muhimu ya siku mia moja tangu tumebadili chapa zetu, kama ilivyosema hapo awali, tulikuwa tunaitwa Tigo na Tigo Pesa, lakini kwa siku mia moja sasa majina yetu chapa zetu zimebadilika, sisi Yas na Mixx by Yas, ikiwa ni safari yenye msisimko mkubwa, na sisi kama Yas na Mixx by Yas tumejivunia na, na mafanikio makubwa tuliyopata ndani ya siku mia moja. Nipende tu mgine rasmi kukufahamisha kwamba tumeweza kufikia um, malengo yetu na tumeweza kupata tuzo ya Ookla tuzo ya tehama na awadi ya TRA kama mlipa kodi mkubwa wa mwaka jana, na haya ni mafanikio ya siku. Pia tumeweza kuendeleza uh, ushirikiano wa kimkakati ili kuleta huduma karibu. Tumeweza kuleta ushirikiano na ZPL yani Petro kuwawezesha wateja wetu kufanya malipo kwa kupitia Mixx by Yas tumeweza kufanya um, mkataba wa kimkakati na TRC. Tunatambua kwamba uwekezaji ni kitu ambacho ni watu wengi wanapata shida, lakini kwa kuleta hii kwenye Mixx by Yas app, ni kuwawezesha kwa urahisi zaidi. Tumeboresha huduma zetu na tumefikia zaidi ya minara elfu nne nchi nzima kuhakikisha huduma zinapatikana popote pale Tanzania tumeendelea kubadilisha maisha wa Tanzania ya Tanzania zaidi ya elfu moja mia tatu katika kampeni yetu ya magifti ya kugift, ambayo hii kampeni imeanza hususani pale tu tulipobadilisha chapa zetu, na tunaona watu wamepata pesa nyingi sana, na pia tumeweza kutoa magari mapya zero kilomita na pesa taslimu zaidi ya milioni mia nane na arobaini ili tu kuwawezesha wateja wetu kufurahia huduma zetu, lakini kuwapa fursa ya kuweza kutoka point A kwenda point B kwa kutumia huduma zetu na kuwa nasi Mix na Yasi.